Hata ukielezea kwa, kwa maneno nne umeshaelezea. Eh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Eh, vizuri. Eh, hata umepeana mifano. Eh, uh uwasilishwa kwa, <coughs> Eh, kwa njia ya mdomo kueleza. uh -huh huwa naam, na wakati maalum wa kuwasilishwa naam, jioni. Aha. Ndiyo, hapo umepata hata umeeleza naam. Eh, <totimusikia>